Ufugaji wa nyuki ni fursa ya kiuchumi na kimazingira. Kupitia mizinga waliopewa, wafugaji hawa wanaamini kupata asali ya kuuza na kuchangia kuboresha maisha yao pasi kuharibu mazingira. na mama, tulikuwa tumekaa tu nyumbani, hatuna kazi ya kufanya, lakini kwa sasa tumejipatia kipato cha tuta kutuwezesha. Tutapata asali, tutauza asali, na pia kama wafadhili wetu wana uwezo wa kutuletea tena mizinga mingine. Eneo la hifadhi tunalo kubwa sana, linatutosha kwa kweli. Kufukia nyuki, hatuna vitendea kazi mfano mavazi ya kukagulia nyuki kwenye mradi wetu wa ufugaji nyuki, hali inayotupa ugumu katika usimamizi wa mradi wetu. Sisi wanakikundi tutauza asali alafu pia na kulinda hifadhi ya msitu. Afisa mazingira wa halmashauri ya Shinyanga, Erifram Sese, ameeleza upo mkakati madhubuti wa kuwawezesha wafugaji wa nyuki kwa mafunzo na vitendea kazi. Naomba shirika la yao. Halmashauri yetu ya Shinyanga bado tunahitaji miradi kama hii ya utunzaji wa mazingira kwao waweze kutumia kama fursa hii kuweza kuongeza miradi hii ya ufugaji wa nyuki, utunzaji wa mazingira, upandaji wa miti katika maeneo mbalimbali au pamoja na kuendelea kuwasaidia au kuhamasisha katika vijiji vinavyozunguka hifadhi ya msitu kutokana na changamoto kubwa za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tunaona kwamba uh, sasa hivi uh, hizo changamoto ni kubwa. Kwa hiyo tunatakiwa kwa kiasi kikubwa kushirikiana kuhakikisha kwamba tunahifadhi mazingira yetu na kupitia kuhifadhi misitu tunakuwa pia tumetimiza uh, malengo ya utunzaji wa mazingira. Mradi huo wa thamani ya shilingi milioni kumi umetolewa kwa kikundi cha wafugaji nyuki kutoka vijiji vya Mwantini na Shatimba kupitia ufadhili wa shirika la Yawe ukilenga kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kasisi Costa, Azam News, Shinyanga.